Na ni kwa nini unauliza vitu kama hivyo? O, Mimi nimeshasahau mambo yaliyojitokeza kipindi hicho. wasenza jidani mtu pekee ambaye kwa sasa iko kwenye akili yangu ni wewe. Eh, jamaa kashangaa. Lakini hilo unalofikiria uwezi kulipata kwa sasa. Anamwambia nitazoea tu. Umemeo pia. Ingawa nisingependa tuendelee kuishi namna hii eh, wewe uhitaji kunipa pesa. Akamwambia na zile nilizokupa ni zako, wala usifikirie sana. ni wa. Nikuulize hivi, unanidharau ni pengine hukuhitaji hata kunifuatilia eh? Binti wa watu wakabaki haelewi Yani jamaa kuna muda kama atake, imebaki kuwa kama vile fumbo. Sasa nambembeleza, wapi unaelekea? Akamwelewesha maana yake, hata ilo eneo silijui, hata tukilitaja tulifahamu. Basi ngoja tuone anakoelekea, tutamuona tu. Haya, wengine Walipoenda kunywa akaanza kusema mako chan unajua amejificha. Wako watu wengi sana wanataka kumaliza. Kumbe. Sasa ukimwangalia yule ajificha hapa, unamwona kabisa huyu ni Ye Kai, amevaa vaa tu ndevu. Inaonekana watu wanataka kumuua, ndio maana jamaa anajificha. Hmm. Hebu tumalizeni chakula tuondoke tuje tukaingia kwenye sherehe. Wewe, tumekuagiza ulete msosi hapa mpaka saa hizi hujaleta chochote. Au jamaa waliokuja wamekuja na ngamia wao, wamempaki pale basi, likapelekwa dishi pale. Hey jamani, kuleni diko leno. We, hebu subiri eh, miliki hapa, mbadilisho hapa, huyu anaonekana uko tofauti. Ah kidogo, jamani, inawezekana vipi? Nimekaa hapa miaka yote 20 aa basi mmiliki wa hapa hakuwa anafanana kabisa na wewe, hebu <todicata> ngoja niwaambie kitu kimoja jamani. <todicata> Hampasi wala muhitaji kuwa na tatizo lolote, sisi tunaishi kwa amani, tuko sawa kabisa. <todicata> Eh, kweli, kaisi tumalizeni chakula chetu tuondoke. sija sija kaja hapa, Fu Hongxue akatumaliza. Sasa amefika pale binti ana mawazo mengi sana amefika, eh, eh, pale ana mawazo sana. Wewe uko mbali kinoma eh, eh, siko mbali, nilikuwa na mawazo kidogo. Basi wenyewe wa kujikoni, utafikiria hoteli ni yao. Hawa wawili wanaendana sana, vituko ni vingi sana. Eh, nimewachezea akili wale wale wale wale. Eh, na jinsi ulivyobadilisha hivyo, umekuwa mbaya, sitamani hata kukuona. <coughs>

Ah hmm. Wanasema kwamba memwona Fu Hongxue jana e, akiwa pamoja na yule bibi mwingine. Ah, hizo ni habari mbaya bwana. Haya, inaonekana Fu Hongxue atakuja hapa si muda mrefu, hebu tuandae mazingira kabisa ma. Sasa ana farasi atakuja vipi hapa yenyewe? Hata mguu wenyewe anatembea kwa taabu. Unajua, unajua hivi. Mimi na shamu ni hula. Huko tuliko ni mbali sana. Kama mguu wake una shida hataweza pia kukimbia unajua kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu. Basi anamuelezea pia akimuelezea kuhusiana na habari ya ile sumu ndani ya mwili wa Fu Hongxue kwa wewe, subiri, kaa kimya. Unaisikia hiyo harufu? Wa kwamba itakuwa inaendelea kumtatiza <tusurra> hey, naunguza nini? Kamwambia hapana. Kuna watu wanataka kutuua. Eh, inafikiri nitakuwa nimekisia sahihi. Fu Hongxue kaja, wakiwa wanapiga chabo hapo. Akaingia hapo bibie. Huyu si mwingine nimis Eh, huyu si nimesimama huyu. Anafanya nini? Ehe, na kweli. Sasa hao alikuja nao ni kina Simba. Sasa tunafanyaje sasa? Tunafanyaje? Jishu tuombe. Tuendelee kujifanyisha hivi hivi. Jamani kuna mtu hapo. La ile. Nakuja. La ile. Niko hapa. Tashu, chini ni jeli yomi yowe sima de kure. E naulizia mgeni yote ambayo mkuja pa kujina la. E mimi ni mmiliki hapa. Lakini ni sijapata mteja wa namna hiyo. Hata hivyo huwa nahudumia tu siwaulizage bwana. Eh, wacha kujifanya wewe bwana, tunajua wewe ni nani. Dao. Eh? Ina maana sisi hatujui wewe ni nani wakati tunakujua. Mama tangu kama kanala. Hapana, utakuwa umenifananisha binti. <laughs> Akafikiria basi akawaambia watu wake waende wakasafiche. Binti akatoka mule jikoni, wao wanatafuta watu wao, wanawatafuta inaonekana. Kweli baba yako hajajificha hapa. Unauhakika baba yangu hajajificha? Basi tutasubiria hapa, haionekani pia dalili yote ya kuonekana kwa Fu Hongxue au labda mnamuogopa? pa mepa kd maswala ya kuogopa mimi hayapogi katika maisha. kama mtamua Fu Hongxue nitawalipa pesa nyingi. Sawa, tutakumbuka kile ulichotoa. Haya basi tuendelee ni, ni kusubiri. Hey, bosi, tuandalieni chakula <tusurga> <tusurga> Basi utamwona Misma ana mawazo sana, muda wote ni kama akili yake haiko hapo kabisa. Basi walivutana ndani, amemwambia kwa niniunamshangaa namna hivi, hauoni kama hata kwenye macho yake anaonekana kabisa amevimba atakuwa na mawazo mengi. Na akiwa vile maana yake kuna kitu kinamtatiza. Hata kupungua amepungua kabisa amekonda. Oh. Kwa hiyo basi unaacha kuniangalia mimi, unamwangalia yeye. Ebu, nisaidie angalia barabarani kama utamwona Fu Hongxue hmm? Hakikisha kwamba utamzuia asije huko. Mimi siendi. Siendi. Mpenzi, hey, wangu. Huu <coughs> sio muda wa kwanza kunionyesha hasira. Aya, Xiao Yi. Ah, bwana. Wewe unajua um, hujielewi. Si hawa ni maadui ni wakati wa kuwalipiza au ma malipizi anayotaka jamaa e, muda wowote wanaweza kufanya lolote ya. Siku moja nayo utakuja tu kujiingiza kwenye matatizo na kuahidi ukinisaidia hii ndo mara kwa ije, hmm? Mwisho mmoja, mwisho mmoja. Kamdanganya we binti wa watu wakakubali <tusiro> <Ay, ay, ay. tusiro> <tusiro> <Ameisha, meisha. tusiro> alimwambia kama hautakubali na chosema,

Basi master Fu Hongxue alikuwa amesimama naye kwa mbali kidogo, juu sana, anaona kila kitu kutokea pande zote za mji. Maana yake ni kwamba lolote lile linawezekana. Sasa hivi sina pesa, bangili zangu ni za thamani, kama utapenda naomba niweke rehani. Uh, kunya, ah hapana. Ah, binti, wewe chukua tu bangi yako uh, utakuja kunilipa siku yoyote uh. Lakini si tu kwa ajili ya chakula, lakini pia kwa uharibifu wote ambao labda tumeusababisha uh, yeah. Naomba nitoe hii kama vile fidia, kunya keshi. Wanmatang de dashiao jie, wewe unatokea kwenye kasri. Nin zenme zhidao, umejuaje uh.

Ili eneo linaweza kuwa hatari kwako. Nadhani wewe pamoja na mkeo mngeondoka hapa. Kipenzi, unataka kumuua nani? Kuna adui yangu nataka nimuue. Huyo uliyemtaja muda mfupi uliopita ni Fu Hongxue, sio? Naweza kuwa ni mzee lakini nimesikia kuhusiana na huyo Fu Hongxue ya kwamba ameoa katika kasi. Kwa nini ghafla amebadilika kuwa ni adui? Ni kwa sababu huyo ni ni mwanaume la ghai. Sasa binti, yani unataka kuniambia imekuwa hivi kweli? Kwa nini usiniambie zaidi? Labda naweza nikakushauri. Kwa nini nikueleze wewe? Unajua mimi ni, ni, ni mzee, uenda pengine naweza nikakushauri vizuri yasije akajitokeza matatizo hayo. hey, bado una pombe? Akamwambia ipo bucitatashujee Anko, sijui kama umewahi kukutana na mtu kama huyu katika maisha yako, mtu ambaye unadhani siku moja basi utaishi naye na mambo yakabadilika, mtu anayeweza kukufanya ukajisikia huzuni, mtu ambaye anaweza kakufanya ukajisikia upweke. Sijui kama umewahi kukutana na mtu kama huyo. Ni mara chache sana mtu unaweza kupata mtu wa sampuli hiyo. Katika maisha, mimi nimewahi kukutana na mtu kama huyo. Si ni mke wangu. Mimi namuongelea Fu Hongxue. Sijui tu kwa nini tumekutana mimi na yeye alafu tukatokea kuwa maadui. Alikuja katika kasri kumuua baba yangu. Nilikuwa na sababu zaidi ya mia moja kumuua, lakini nikageuza ma, nikabadilisha maamuzi. Sasa baada ya kubadilisha maamuzi yangu nilimwacha aende akiwa huru, lakini baadaye amekuja kusababisha maafa makubwa. Akisema, lakini mbona unaongea vitu vya hatari sana Nishanda? Anasema mimi nilitaka kufanya kama bahati nasibu, nilitaka kuwaondoa hao wote ambao sikuwa naelewana na. Kwa hiyo unamaanisha, baada ya kufanya kama bahati nasibu umepoteza. Anakunywa pombe, kwa maana ana mawazo mengi sana mzee akaona imezidi. Unajua huyu mzee ni Yikai, amejivalishavalisha kwa kudanganya uso wake asijulikane. Siku hili aliposema kwamba ataniondoa hapo, e, nyumbani kwetu tuondoke kabisa, sijaisahau. Akaniambia niende nikamsubirie sehemu inaitwa Butterfly Lane. Basi nilimwamini sana, na hata aliposema anarudi kwanza sikumuuliza anaenda kufanya nini. Lakini nilisubiri hapo kwa muda mrefu sana. Lakini hakurudi. Sasa niliporudi nyumbani, nikakuta amemwekea baba yangu panga shingoni. Aliniongopea. Baada ya kila kitu ambacho mimi nimemfanyia, anakuja kunifanya hivi kweli? Mimi moyo wangu unateseka. Hivi anamwambia, labda pengine kunawezekana mkuelewana mahala fulani, pana kitu kitakuwa kimewafanya msielewane. Kutokuelewana kivipi? kitu gani Ninajua kuwa basi Feng Shui pamoja na wenzangu wote waliokuja pale walikuwa wameshapanga, walishajipanga ndio maana wakaniondoa mimi ili wakamfanyia baba vile. Akasema eh, mimi ni wahi kusikia kwamba Feng Shui aliwekewa sumu inaitwa Dark Cloud. Unasema kweli kwamba aliwekewa sumu? Inasemekana kwamba anaweza hey, ba... kuishi mwaka mmoja tu. Hiki kitu basi natamani afe binti, ndo hiyo natamani afe tu kunya. Akamwambia mrembo akashangaa kufikiria hili jambo mara mbili, labda Fu Hongxue ni ukweli, alitaka kuja hapo Butterfly Lake ili muondoke, lakini kwa sababu ya hiyo sumu inaonesha, e, pana mtu mwingine ambaye hakutaka nyie wawili muwe pamoja, wewe <laughs> Kwa nini kama uko upande wake zaidi? Kwa nini unamtetea? Akasema, unajua, nilipokuwa mtoto mdogo mimi nilipenda sana masha. Niliamini, nikiwa najua masha, tunaweza kufanikiwa chochote. Nimewaona watu wengi wanaotaka kulipa visasi. Lakini, unapofuatilia visasi, maana yake nini? Utakuja kugundua kwamba kuna mahali watu hawakuelewana na mwisho wa siku damu inamwaga kama laiti basi ungeweza kulielewa hilo, usingeataka mambo ya visasi. Mimi najua kwamba Fu Hongxue alitaka kumuua baba yangu, nataka kumalizana naye kivyo kivyovyote vile. Asante sana kwa waini, asante kwa ukarimu. Eh, unafanana sana na mtu wangu wa karibu sana, rafiki yangu wa nguvu sana. Lakini basi kwa siku. Naona kuna chochote kinachoweza kufanyika. Kama Feng Shui kitokea hapa ni mimi nife au yeye. Basi msisitizo ni mkubwa sana. Binti kashaamua wale wale wanani. Naliwe. Anasema sasa hapa inabidi kuangalia namna gani. Mambo yatakuwa, la sivyo lolote linaweza kutokea. Sasa dili ni hajarudi, ameenda kumtafuta, sasa kila mahali anamuulizia. Tusisahau kwamba tulimwona Master Fu akiwa juu sehemu moja hivi juu kabisa, asa jamaa amekaa kule, anaona mkewe harudi, akaanza kumuita. kumwita izakwarmiala amt hayo zhengshi na. lakini anaenda anapata e, kitu ambacho kimedondoshwa na mwanamke wake au bibi yule. Hasa anasema inawezekana vipi? Au ameiacha hii kama alama? Lakini kwa kadiri alivyokuwa akiendelea, akaona damu damu zimechuruzika hii kidogo. Sasa ikamshtua kwamba nini kinaweza kuwa kimetokea hapana, siwezi kukubali kwamba aingie katika matatizo. <tik> ni afadhali hata mimi mwenyewe ndo ningeingilia kati. Sasa hii maana yake nini? Akaamua kuingia yeye mwenyewe center. Anapambana sasa. Anamtafuta Dilin. Vipi kama Dilin ameuawa? Au vipi kama ametekwa? Akasoma mazingira ili aweze kumpata Dilin. Haya, natoa tena tangazo. Naona mtu mmoja amesema nitoe maelezo zaidi kuhusiana na mambo ya YouTube. Nitaelezea. Wakati amekaa pale, bwana, angalia kilichompata. Maelezo kuhusiana na YouTube channel, kwa wale ambao wanataka kununua YouTube channel, kwetu sisi tumeshaziandaa na zinakuwa katika mfumo ambao, basi wewe ukiichukua kwetu utaanza kunufaika moja kwa moja, unaweza kuwa unaingiza hela zako kila mwezi. YouTube inaweza kukulipa shilingi ngapi? YouTube inaweza kukulipa kuanzia dola 700, 800 kuendelea kila mwezi. Kama unafanya kazi vizuri kwa juhudi, basi unaweza kupata zaidi ya hiyo, yani, unaweza kuingiza zaidi. Kila mtu siku hizi ana YouTube channel, lakini sio kila YouTube channel huwa inalipa mtu pesa. Kwa sisi ya za kwetu tumetengeneza katika mfumo ambapo tukikuuzia wewe utaanza kupata pesa. Na unaweza kuingiza kama nilivyosema dola 700, 800 na kuendelea. Kwa watu wanaoelewa fedha ya Marekani au shilingi ya Marekani, I mean, uh, currency ya Marekani dola 780 ni sawa na milioni mbili kuendelea juu. Kwa hiyo maana yake unaweza kuingiza hata zaidi ya hiyo, ni wewe tu na juhudi zako, jinsi utakavyokuwa unafanya kazi vizuri kwa kujituma na mambo kama hayo. Kwa hiyo basi, ikiwa unahitaji kuingiza fedha za YouTube hata kama unafanya zako kazi huko Saudi ama Oman na Marekani, nunua channel ya YouTube. Eh, njoo nitafute kwa namba ambayo naiwekaga kwenye skrini kila mara. Nunua chaneli ya YouTube, unakuwa unafanya kazi zako kama kawaida, lakini unakuwa unaweka vitu vyako kwenye YouTube. Mwisho wa mwezi bosi mwarabu anakulipa na huku, na kwenyewe pia kwenye YouTube nako una, unajilipa unakuwa unatuma pesa za mshahara nyumbani, lakini kwenye YouTube pesa zako zinabaki, unafanya mambo yako mengine, unafungua mabiashara, maisha yanaendelea. Unaona, kwa mtu ambaye ana YouTube channel kila mwezi unaweza kaingiza milioni mbili, milioni tatu kuendelea ni wewe tu. Kwa hiyo basi, ukihitaji maelezo zaidi nipigie simu namba uaga naiweka kwenye screen mara kwa mara. Ukihitaji channel nunua kwangu, zimetengenezewa mazingira na nitakupromote kwa mwezi mzima bure, ikiwa utanunua kwangu mimi. Kama mimi, tutakutana kwenye episode inayofuata, episode ya 53. Mimi naitwa Michael Lukindo Mr Informer.